Mwanadamu pekee asiyekuwa na mapungufu anasema naye si mwingine ni mtume wetu Muhammad, anatuambia ya kuwa mwanadamu ana viungo mia tatu na sitini. Naam, mwanadamu ana viungo mia tatu na sitini. Hakika kila mwanadamu ameumbwa akiwa ana viungo mia tatu na sitini. kaifa tastatiu an tatasadaka an adaik, vipi basi unaweza ukavitolea sadaka viungo vyako vyote mia tatu na sitini?

Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatwambia, ni juu ya kila mwanadamu katika kutekeleza shukrani zake kwa mola wake avitolee sadaka viungo vyake mia tatu na sitini. Kuna watu pengine hili hawajawahi kulisikia maisha yao

Huyo atakuja siku ya kiyama, ili hali tayari amekwisha iokoa nafsi yake na moto na kuigomboa nafsi yake na moto. Inawezekana baadhi yetu bado hamjanipata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anatwambia ya kuwa Sadaka siyo lazima iwe pesa. Sadaka siyo lazima iwe mali. Bwana Mtume anatuambia, anatuelekeza, anatufundisha tuwe na desturi ya kumshukuru Allah kwa kutuumba katika hali ya kukamilika. Tuna viungo vyetu vyote mia tatu na anatwambia, ni wajibu wetu, tunapaswa kumshukuru Allah kwa neema mbalimbali alizotupa, ikiwemo na neema ya viungo na mwili na seha na afya. Kisha akatwambia, tunapaswa kuvitolea sadaka viungo vyetu.

kaleta istighfar kwa kusema astaghfirullah. Nyiradi hizi ukizileta kwa idadi ya mia tatu na sitini sawa na viungo vyako mia tatu na sitini, Bwana Mtume anasema utakuwa umevitolea sadaka viungo vyako. Bwana Mtume akaendelea akasema, au akaondoa jiwe ambalo lilikuwa likisumbua watu njiani, au akaondoa miba au mifupa katika njia za watu, au akamrisha mema au akakataza mabaya. Adada hapa nataka upige mstari adada tilka sit. Wathalathimia sulama kwa idadi ya idadi ya viungo vyake mia tatu na sitini. Atakayefanya hivyo, akaleta nyiradi hizo ambazo zimetangulia, nimetangulia kuzitaja huyo atakuja siku ya Kiyama hana wasiwasi wowote na atakuwa amekwisha iokoa wa nafsi yake na moto wa Allah, jalla fiulah. Ndugu zangu, Laiti Bwana Mtume angesema kuvitolea sadaka viungo vyako mia tatu na sitini sadaka ambayo ni maarufu kwa watu wote, ya pesa au mali, basi sharia ingelikuwa imewadhulumu wengi katika watu, kwa sababu kuna watu hata kula inawashinda Saa ngapi atapata pesa kuvitolea sadaka viungo vyake vyote mia tatu na sitini? Bwana Mtume anachokusudia hapa kutuhimiza, kutusisitiza, kutufundisha tuwe tuna desturi ya kukithirisha ibada mbalimbali mbali. Taa mbalimbali, nyirabi mbalimbali, azkar mbalimbali. Tukifanya hivyo, tunahesabiwa mbele ya Allah tayari tumekwisha vitolea sadaka viungo vyetu vyote mia tatu na sitini. Hapa sasa, naamini angalau kidogo, Waislamu mmenipata.